Wakati mwingine Mungu anaweza kukukosesha usingizi usiku wote, ukakosa usingizi, si kwa sababu anataka tu baki macho, lakini anajua kuna vita. Amka ah, uanze kuabudu Mungu, uanze kuita Mungu, uharibu kazi za shetani. Lakini ndio saa utasema e, hivi mimi nakosa usingizi. Acha nifungue simu yangu nianze kuangalia TikTok. ni wanani wako wazi, ni wanani wako hapa Bwana Yesu asifiwe, situnaangaliaka nasema, acha niangalie mwenyeko laif saa hizi anasema nini, hacha niangalie huyu, hacha niangalie hivi, kiangalia saa saa tisa naona saa tisa umechoka, unasema unasemai, saa tisa hacha nitafute usingizi hautaomba hautapigana. Alafu ukiamka usubuhi, unajikwaa mguu na fura wapata hivi. Kumbe Mungu alikuwa anataka uombe usiku, akakukosesha usingizi, lakini we ukaona sio saa za kuomba, we ni saa za kuangalia simu yako.